Wa wa wa wa rahmatullahi rahmatullahi barakatuh. barakatuh. Kwa mara ya 11 unafika Tanzania na naona safari hii umekuja na mwalimu wako, labda wa Tanzania wanataka wafahamu ni nani uko naye, na hii safari yako ya 11 hapa ndani ya miaka 11. Alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa Ta'ala. Leo natimiza miaka 11 kuja hapa katika rehla zangu za dawa, hususan katika mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni kumi la mwisho la Ramadhani huwa nina ada yangu kila mwaka kuja hapa kwa ajili ya ya dawa, wanaanza hapa Dar es Salaam mpaka kuelekea katika kisiwa cha Zanzibar. Leo kwa mwaka 2025 natimiza miaka kumi na moja, walillahi alhamdu, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, na naweza kusema yote ni Mwenyezi Mungu, kwa sababu kwa mara hii sikutegemea wala sikutarajia kuweza kumpata mwalimu wangu ambaye ni shekhi langu ambaye ni mlezi wangu, Alhabib Sayyid Abdul Qadir Bsaid Ahmad bin Muhammad Adnan Al Ahdali. Sharif Abdul Qadir ni shekhe wangu, ni mzee wangu, ni mlezi wangu ambaye amenilea, kwa mara hi, hii kuweza kuandamana naye katika msafara wangu kama huu ambao kwamba ni ada yangu kila mwaka, na si rahisi yeye katika mwezi wa Ramadhani kutoka katika nchi ya Kenya siwa sidhani mimi katika maisha yangu yote nilioishi kwa muda wa miaka hii, hajawahi hata mara moja kutoka nje ya nchi katika mwezi wa Ramadhani. Ni mara yake ya kwanza kwa sababu majukumu alionayo yeye ni mengi sana, mikoa mingi sana katika nchi ya Kenya. Katika mwezi kama huu wa Ramadhani huwa anazunguka katika musabakatul Qur'an na katika darsa mbalimbali. Kwa hivyo, Sharifu kutoka nje ya nchi katika mwezi wa Ramadhani ni jambo ambalo haliwezekani, lakini kwa mwaka huu ni mara yake ya kwanza nilivyomuomba, ili aweze kuandamana na mimi na alhamdulillah, akanikubalia. Kwa hivyo hii ni bahati kubwa kwangu mimi, namshukuru Mwenyezi Mungu na nataraji, katika ziara kama hii, kuwa nina fakhari ya kutembea na mwalimu wangu, nitajifunza mengi kupitia kwake na alhamdulillah, naye na pia, tutamsikiliza Sharifu inshallah, japo machache. Pia ndugu zetu, wapenzi wetu wa Tanzania, wangependa pia kusikia sauti yake inshallah. Sheikh Hassan, kabla ya mwalimu wako hajaongea labda wewe tu tuambie, ziara yako hii itakuwa ni ya siku ngapi na wapi na wapi ambapo Watanzania wategemea kukuona katika ziara hii. Alhamdulillah. Leo tumewasili ni siku leo kidogo ya kupumzika kwa sababu hii safari tumetoka nchi ya Kenya, hatujapumzika, tukitoka katika shughuli sanane za usiku tunaunga safari na mpaka sasa hatujapumzika, lakini kesho inshallah, tuna miadi ya kwenda kumwona Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali hafidhahullah, ambaye yeye ni mwenyeji wetu Lazima tukifika mahali kama hapa tukamtembele. Kesho tuna ratiba kuelekea kwa mheshimiwa mufti, lakini siku ya Alhamis ambayo itakuwa ni lailatul juma, tutakuwa msikiti wa Mtoro katika mkesha wa msikiti wa Mtoro chini ya imamu mkuu Shekh Abbas bin Shekh Ramadan Abbas. Tutakuwa pale, yeye ndiye mwenyeji wetu atakayekutupokea kutupokea, na insha Allah kutafanywa dua maalum ya kuombewa kiongozi wa nchi mama yetu Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, yeye na wasaidizi wake na pia kuiombea nchi kwa pamoja, kwa sababu tunaelekea katika uchaguzi. Kwa hivyo, hapo tutafanya dua maalumu ya kumwombea kiongozi wa nchi Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Na baada ya hapo kutakuwa kuna nafasi kama ada yangu kila mwaka huwa nazungumza na Sharifu, pia amepangiwa kuzungumza. Kwa hivyo, tutafanya muhadhara mkesha wa mtoro Alhamis kwa mkea Ijumaa kesho kuto tutafanya. Na baada ya hapo, siku ya juma itakuwa ni safari ya kuelekea Unguja. Tunaelekea kisiwa cha Zanzibar. Tutakuwa na ratiba baada salati aljuma, tutafanya muhadhara katika Masjid Nuru Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa Sheikh Uthman Maalim ndio atakuwa ndio mwenyeji wetu hapo Zanzibar inshaallah. Juzi tumepata baraka zako kutufanyia dua ukiwa kwa nje ya Tanzania na eh, Firdaus Dua Center tumepokea dua wote kwa pamoja. Labda nini ambalo unamweleza mkurugenzi wa Firdaus Dua Center? Ndito, Alhamdulillah, tunapongeza katika kazi ambayo kwamba yeah, anazifanya yeah. Na alhamdulillah juzi alinipiga simu kwa video call nikiwa nimetoka katika safari ya kutekeleza ibada ya umra na kwa hapo hapo nikawa niko katika mji wa Madina kurudi Kenya, lakini alhamdulillah tukashirikiana pamoja. Hivi sasa ni ulimwengu wa utandawazi, social media ziko zinafanya kazi, na akaniomba nifanye dua akiwa na watu wengi sana katika kituo chake, na tukafanya dua kwa pamoja. Alhamdulillahi rabbil alamin sana nini ambacho wakitegemewa na Tanzania hususan katika hili kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutategemea tu, tu, tu, Waislamu watajitokeza kutafuta ule usiku wa cheo uwapitikie wakiwako katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tuatarajia inshallah Mwenyezi Mungu azifanye somo zetu ziwe ni makubuli. Sasa, sawa, shehe, taarifa ambayo tumepata hapo, mtafanya pia ibada kuweza kumombea Mheshimiwa Rais kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana kwamba Muungano wa Tanzania kwa maana kwamba mama yetu Samia Suluhu Hassan, na pia mmezungumzia kwamba kuna uwezekano pia mkaenda Zanzibar. Vipi kwa rais wa Zanzibar kule Dr. Mwenye nafasi na nafasi yote ya dua anaweza kaipata inshallah, inshallah. Eh, tuko tayari sisi kuomba Mungu kwa Tanzania yote kwanza. Tuiombea Mungu Tanzania ipite kwenye kipindi cha uchaguzi kwa amani, kusitokee maafa yoyote, na wale viongozi walioko katika uongozi tuwaombea Mwenyezi Mungu awanyoshee njia ya kuongoza hii nchi kwa amani. <laughs> Mm-hmm, Saidi, Tanzania wanakupenda sana, no? Kwa sababu wewe ni simba wa twarika na pia e, kijana wako mkuu hapo Odotosha Sharifu wa serikali amelelewa katika mazingira ya kitwarika no? Nini ambacho labda unawaambia watanzania wote ambao wao nao katika wa, misingi ya kitwarika? Tuwaambia wabakie kwenye misingi ya twarika na tuendelee kutangaza dini kwa amani, hatutaki kutangaza dini kwa vurugu vurugu. Tuwatangaze dini kwa amani na tupende dini yetu na tuwapende wanadamu wote, tusitangaze dini kwa njia za chuki. Hili ndio ndio wasia wangu ninaotoa sana watu wa, wawe watatangaza amani, waishi amani. Tanzania ni nchi ya amani, dini zote zinaishi kwa amani. Sisi tuwe ni watu wa amani kwa sababu wapenzi wa mtume watu wa tarika ni watu wa amani. La kumalizia ama, ni kwamba tunawakaribisha nyote tushirikiane katika mkesha wa msikiti wa Mtoro Shana, na tupate kumwombea dua kiongozi wetu mama Samia Suluhu Hassan, na pia vile vile pia tutakuwepo, eh, kule kisiwa cha Zanzibar tutafanya muhadhara Masjid Nur Muhammad, vile vile pia tutamwombea dua maalumu kiongozi wetu mheshimiwa Dr. Hussein ali Mwinyi. Tutamwombea Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi, pia tutamwombea wote hao. Ni viongozi wetu, tunawapenda, tunawajali, tunawathamini na tutawafanyia wote kwa jumla inshallah. Kwa haya machache, niseme assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Dr. Sharif Dawsal Kadiri, umekuwa ni mmoja wa watu ambao umefika hapa Terminal 1 kuupokea ugeni mkubwa huu kutoka nchi jirani ya Kenya. Nini kauli yako mara tu baada ya kuwapokea viongozi hawa? Naam, alhamdulillah rabbil alamin, baada ya kumshukuru Allah niseme kwamba ugeni huu ambao tumejiliwa nao ni ugeni mkubwa sana sana sana. Ni ugeni ambao una mchango mkubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania na watu, baada ya kupiga ya kutangaza posa mbalimbali, watu wametoka nje ya Dar es Salaam. Namwambia Sheikh Sharif Al-Hatim kwamba watu wametoka nje ya Dar es Salaam, watu wametoka mikoani kwa ajili ya mkesha wa Laylatul Qadr wa, wa, ambao utakuwa pale msikiti wa Mtoro kwa Shahabas, na baadhi ya watu hivi ninavyosema wako njiani wanakuja hapa Terminal 1 kuweza kupokea. Ni ugeni huu. Kwa hiyo wallahi, tumejiandaa vizuri kabisa chini ya mufti wetu Dr Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana. Ni ugeni huu na sisi kama wanatwarika twarika zote, wallahi huu ni ugeni wetu, tunajidai nao, tunajivunia nao, na hii ni mara ya kwanza, uh, Sheikh Abdul Kadir uh, mwanachuoni mkubwa. Sisi Watanzania siri hii kama habari alikuwa ana namwambia hivi, sisi tunamwita simba wa twarika tunamkubali tunampenda sana na sisi tuko tayari kwa siku ambazo atakuepo katika nchi yetu ya Tanzania na visiwani Zanzibar kuungana naye inshallah. Na waandishi wa habari, sasa ni kuombeni taarifa hizi kuanzia hivi sasa mzisambaze katika umma uweze kupata habari, kuna wengine hawajapata uh, habari, lakini pia ni kuombeni sana, niko chini na shima alaikum, ni kuombeni kila msikiti, uh, na kila tunakwenda msikiti basi na kuombeni ni tuwe tuwe pamoja kwa ajili ya kurusha live pindi hivi ili watanzania na waliokuwa nje ya Tanzania waweze kustafidi sababu hii ni fursa adhimu sana, watu wote wataombea, waliokuwa na shida mbalimbali, lakini hasatan kuiombea nchi yetu. Juzi tuliona mufti Abubakar Zubair bin Ali bwana alisema kwamba katika kipindi ambacho inabidi tuombe sana ni dua ni kipindi hiki cha uchaguzi. Tunaelekea kwenye uchaguzi kwao, tunatakiwa tumwombe sana rais wetu na tuuombee uchaguzi ambao uko mbele letu. Sina mengi zaidi ya kusema. Mimi niseme kwamba wageni wetu karibu sana, mashehe zangu, walimu zangu, sina ulimi wa kusema, naona nikisema nitaweza kuharibu, ila nimenongonezwa kidogo, na watu waliokuepo hapa ni wengi sana, mbia tupate dua kutoka kwa Sayyid na, eh, uh, Abdul Qadir, baba yetu Simba wa Tarika. Simba wa Tarika, watu wote waliokuepo hapa tunahitaji tupate baraka yako ya dua, inshallah tuanzie huku huku huku tumekufata huku, tume huku, huku wafanyakazi wa hapa airport na wao wanahitaji waweze kupata baraka zako inshallah kama utaniridhia, inshallah, karibu katika hili inshallah.